Bwana karibu kwenye chaneli yetu ya maisha kisasa. Leo tutaangalia kwa nini simu yako ya Android inaisha betri haraka. Na ni jinsi gani unaweza kulisolve hilo tatizo? Tutaangalia njia kaza wa kaza za kusovu matatizo kama haya. Ila kabla tujaendelea na video ya leo, ningependa ufanye matendo manne. Tendo la kwanza, fanya kusubscribe, fanya kulike, fanya kucomment, lakini pia fanya kushare kwa leo. Nimekuandalia njia saba ambazo zitakusaidia kukufanya betri lako lisiishe lisi chaji haraka, kama simu yako isiishe chaji haraka. Njia ya kwanza, nenda ka turn on battery saver. Unatani vipi on battery saver? Ingia kwenye settings kama hivyo Ukiingia kwenye settings sachi battery server ee, hii hapa utaiclik. Ukishaikliki hapa itakuonyesha battery server haya, Utabonyeza hiyo save ambayo unaitaka natakiwa kama ilivyo kuonyesha hapa, wamekwambia now. Ukifanya ku mpaka on. Turn on. Turn isome off now, ikisoma turn off now, now tayari umeactivate umeactivate hii battery saver ama power saver. Njia ya yeah, kwanza hiyo pili, ni kutumia phone booster ambayo ipo ndani ya phone master. Phone master yetu hii hapa tutaibonyeza phone master. Tukishaibonyeza phone master itatuletea kama hivi hapa. Tunaona kabisa kuna sehemu imekuambia booster. Tutabonyeza boost. Kama utakuwa huja uja, uja, optimize itakwambia optimize. Hapa tayari imeshakuwa optimized, kwa hiyo itakiwa ubonyeze tu boost, ijiboost yenyewe tayari. Njia ya tatu ya kuifanya simu yako iwe na iwe inatunza chaji kwa muda mrefu, hakikisha unazima unazima Bluetooth, unazima GPS ile location unazima wifi na hotspot Kufanya hivyo kuna kunaifanya simu yako isitumike sana, ina maana inakuwa free from uses ya, yani tunasema inakuwa free from yani from drainage ama beti drainage, hakuna, hakuna background app, ama hakuna hakuna background app ama hakuna kitu chochote ambacho kinakuwa kinafanya kazi kwenye simu zaidi ya operating system yenyewe ya simu Unakua unaisaidia una simu yako kuwa na, yani inafanya kazi vizuri ikiwa ni kwenye spidi, lakini ikiwa ni kwenye nini, kwenye battery. lakini pia njia ya nne ni kwamba tumia ukisema, au au ukisemaau unamaanisha kwamba, yani simu yako hiyo inaonyesha rangi nyeusi kwenye kioo unafanyaje kuifanya simu yako ionyeshe rangi nyeusi kwenye kioo? Utaingia settings, utabonyeza display. Ukibonyeza display itakuonyesha hapa option nyingi nyingi, utabonyeza dark sim. Hii hapa dark sim utaiwasha, ukiiwasha utaona imetani kuwa black. Inamaana hapo haitumii mwanga mkubwa simu. Inamaana chaji yote ambayo ilikuwa inapotelea kukua kwenye mwanga huwa ina ina stop ama inapungua kupotea. Hiyo ni njia ni njia ya ya nne. Tano ni kufuta caches ambazo zipo kwenye application ambazo ulikuwa unazitumia ama vitu ambavyo ulikuwa unatumia kwenye simu simu, maana simu huwa tunatumia application badala ya ya- ya web. Ya web. Sasa utaingia kwenye kila app ambayo ulikuwa unaitumia. Kwa mfano, nataka hapa, tunaona recently used apps, kuna YouTube hapa, utabonyeza YouTube, utaishikilia kwa muda mrefu, itakuonyesha app info info, utabonyeza app info. Ukishabonyeza app info, ukisha info. Utaingia storage and cache utabonyeza storage and cache. Hakikisha una unabonyeza kwenye clear caches, usibonyeze kwenye clear storage. Ukibonyeza clear storage ina, ina inapoteza data zako za kwenye YouTube kama ulikume download video itapotea. Kama ulikume umeangalia labda vitu fulani ama ulikume umelogin email yako itapotea, itabidi uanze upya kulogin kwa hiyo hakikisha unabonyeza kwenye caches. Tunaona caches hapa chini inasoma mia tatu ishirini na moja MB. Ukibonyeza clear cache, inamaana unaifanya irudi kwenye zero, inamaana unakuwa ume umeifanya sahi simu iwe nyepesi ama yani chaji ambayo ilikuwa inatumika kwenye ku yani kuhandle hivi vitu vya storage i, iwe, yani iwe free ama simu iwe free kuwa sim free na maana kuna maanisha kwamba simu yako hata kuisha kwake chaji itakuwa ni yaani ni kidogo sana. Kwa hiyo tuta clear caches kama hivi, utafanya hivi kwa app zote ambazo zipo kwenye simu yako ambazo umezitumia kwa muda mchache uliopita, ama tunasema recently used apps. Lakini njia nyingine ya muhimu hii ni njia ambayo watu wengi huwa waikonsentreti sana, yaani hakuna concentration kubwa kwenye hii njia, lakini ni njia kubwa sana ya kuokoa divaisi zako kwenye vitu vingi ikiwemo hata spidi. Ndugu zangu, kulistati simu, kulistati simu, kulistati simu ni muhimu sana, hata ikiwa ni kwenye kompyuta, kulistati kompyuta yako ni muhimu sana kwa sababu Ukilistarti, ina maana unaifanya simu yako ianze upya kufanya vitu vyake. Kama ilikuwa na vitu ambavyo havieleweki, ilikuwa yani, tunasema ilikuwa imetumika sana, ilikuwa imekuwa overheated simu. Maana kadi inavyotumika simu, kumbuka, inakuwa overheated. Kuna vitu ambavyo vinatumika muda mrefu, vikitumika muda mrefu huwa vinakuwa na matatizo, mfano kama IC lakini na diodes ambazo zipo kwenye simu zinakuwa overheated. Zikiwa overheated, ina maana ba, yani baadhi ya chaji haiishi kwa mfumo wa kawaida wa simu, inaisha kwa mfumo wa joto. Yani simu yako itakuwa inapata joto, japo baadhi ya simu huwezi kuhisi. Kama simu haijafikia kuwa chronic, huwezi kuhisi, lakini huwa kuna baadhi ya chaji inapotea in form of heat. Kwa hiyo inatakiwa uhakikishe kila wiki simu yako una ilistati au kama unaona ni rahisi zaidi kulistati, ikiwezekana kila siku. Kama unatumia sana simu, hakikisha unalistati kila siku. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Ukiachana na kulistati simu, kuna njia nyingine ya kuapdeti softwares. Kumbuka kumbuka, kumbuka kuapdeti software kunasaidia pia kuifanya simu iwe na spidi kuupdate software kunaifanya simu ifanye kazi kwa yani tunasema smoothly. Yani ni sawa na kwamba kitu chako kimechakaa labda ama ni kiatu. Na maana utembeaji wako lazima utakuwa ni mbaya. Kama utembeaji wako utakuwa ni mbaya na maana ni rahisi zaidi kuumia. Hata simu ipo hivyo, software unakuta wamefanya updates labda kwenye codes za software husika, wewe hujui unaitumia ile software inakuwa inafanya drainage ya battery, yani kwa kasi sana. Kwa hiyo inatakiwa ufanye ku update software. Ku update software zipi sasa? Ku update simu, kama simu una update operating system, operating operating system ya simu kwa ujumla. Lakini pia inatakiwa uwe una update apps ambazo zipo kwenye simu, ambazo nazo hizo ni software kwa hiyo inatakiwa uwe una update software, lakini uwe una update na OS ambayo ni Android. Kufikia hapo unakuwa umesolve asilimia kubwa ya matatizo yote ambayo yanasababisha simu yako iwe ina drain battery ama inamaliza battery kwa haraka. Sasa ni nini ambacho natakiwa ufanye? Ili kupata content kama hizi, hakikisha una, una like una comment, lakini pia kubwa zaidi hakikisha una subscribe ili uendelee kupata comment kama hizi. Bye, hii ni